Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh inna alhamdu lillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiru Wa na'udhu wa wa na billahi taala min shururi anfusina wa min sayiati amalina man yahdih llah fala mudila lah waman ydlil falantajida la waliya murshida. Amma baad, ukuanu leo, aaa, nataka niwape aya moja tu, kama kinavyoeleza kisa cha habari kwamba aya hii Inarudisha ubaya kwa aliyekufanyia ubaya. Aya hii inarudisha ubaya kwa aliyekufanyia ubaya. Ndugu zangu katika imani, tunaishi na watu ambao ni mahasidi sana, tunaishi na watu ambao ni wabaya sana. Anaweza mtu akakufanyia ubaya sehemu ambayo wewe unafanya kazi, sehemu ambayo unapata riziki. Anaweza mtu akakufanyia ubaya sehemu ambayo unafanya biashara anaweza mtu akakufanyia ubaya katika familia yako, katika jamii ambayo wako na kukuzunguka ubaya, ubaya, ubaya, ubaya, ubaya. Sababu mingine, unakuwa huna jinsi ya kufanya. Pengine yale wakufanyia ubaya, amekuzidi nguvu, amekuzidi maarifa, amekuzidi na vitu fulani, amekuzidi, labda ana uwezo, ana nguvu kubwa, ana uchumi mkubwa. Kwa hiyo wewe unakosa ile nguvu, jinsi gani unaweza ukarudisha ule ubaya? Huwezi. Basi ipo njia leo nakupa Inshaallah ikamate na unakwenda kurudisha ubaya huo mara moja. Cha msingi fatiria darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili upate faida na upate kuwawidhika kutokana na darasa hili ambalo kwamba leo nakwenda kukuletea ndugu yangu katika imani, kwani ni nzuri na itakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Na kabla sijaleta somo hilo, Niwakumbushe ndugu zetu wale ambao wanapenda kujiunga katika dua yetu ili ya kufunga mwaka dua ambayo tutakwenda kuifanya tarehe 25 ya mwezi huu wa sita, ambao tunakwenda kuhitimisha mwaka huu tunamaliza, kwa sababu Waislamu mwezi wa mwezi wa Dhulhija huu ni mwezi wa 12 na ikiingia Muharram inakuwa ni mwezi wa kwanza. Kwa hiyo tunakwenda kuifanya dua hii na watu hamsini. Tarehe 25 ni dua familia hii, kama atajiunga mama bi maana tawakilisha na familia kama atajiunga baba ina maana anawakilisha na familia. Dua hii ya mtu yuko Dar es Salaam, yuko nje Dar es Salaam, anaweza kashiriki kwa namna moja ama nyingine, na ndani yake kuna barua mbili tutazigawa katika dua hizo, ambazo tumetolea maelezo yake katika video ambazo nyuma zimekwisha. Ukitaka kujiunga, basi utanipigia katika namba yangu hii ya 0788 905151 ama ile Vodacom ni 0793 052 052 Unaweza ukapiga ukapewa maelekezo ya kujiunga, ama ukiona namba umepiga ipokelewi basi usihangaike sana, tuma tu message, utapewa maelekezo namna gani utajiunga katika dua hiyo. Tuingie katika topic yetu ya leo sasa kwa haraka haraka, alafu twende ukapate faida hii ya leo, jinsi gani unaweza ukarejesha ubaya au wadui kwa yule aliyekufanyia wadui. Hapa nisikilize kwa makini sana, kwa sababu hapa pana njia mbili za kufanya pana njia mbili za kufanya katika kusoma dua hii ama kusoma aya hii, wallahi ladhim. Hii ukiisoma hii ukiisoma kama aliyekufanyia uadui upo naye kwenye kampuni moja, upo naye katika shirika moja, upo naye katika sehemu ya kazi, Shekhi ataondoka. Narudia tena, ataondoka. namba yangu ya simu yapo, nipigie. Wewe fanya afu nipigie, Shekhi fanya wewe, ndio ukafanya afu nipigie kama ne kufanyia wadui unaishi naye nyumba moja, ukaipiga hii mwingine. Kama mtu ataisoma hali ya kuwa amefunga, na hasa ukaipiga hii kwa dhati mabaya au likamkuta lolote lilokuwa baya zaidi ya hiyo kusema kuhama au kuondoka. Inategemea wewe unavyolichukulia na unavyoli unalikusudia na unavyolipeleka swala hili. Kuna watu wabaya sana Sheikh. Sasa twende nikakuelekeze aya nyeni, aya gani? Kisha baada hapo sasa nikupe maelekezo yake namna gani utakwenda kuifanya na kuisoma aya hiyo. Nitakusomea hii aya mara tatu. Hii aya inasema Warada Allahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu hatta eh, lam yanalu ghaira wakafa llahu lmuminina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza. Nairudia tena kwa mara pili nasema, warada llahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanaluu khairan wakafa llahu lmuminina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza. Nitakutajia ntakutajia haya ipo katika sura gani na ni aya nambari ngapi. Nitakutajia hiyo bi idhnillahi taala. Sikiliza maelezo haya, aya hii iliwapa ushindi mkubwa sana Waislamu sana, aya hii baada ya kuteremka. Na ndio maana baada ya kuteremka aya hii, kuna maneno akayaleta Bwana Mtume Muhammad, na maneno haya mpaka leo, zikifika siku za Idi tunayasema Waislamu. Ikifika Idi al-Adha tunasema, na ikifika Idi al-Haji au Idi al-Fitri tunayasema. Wengi mnayafahamu sana, ndio ile la ilaha illallah, wahdahu la illallah sharika lah eh, nasema sadaka abdahu, wanaswara abdahu, wanaswara abdahu wa nasara wa nasara abdahu wa aiza juddahu wa ahzab al ahzab. Tunasema sana haya, lakini wengi tunasema huwa hatuelewi maana yake ni nini. Mtume aliposema hapana Mola hapa sai kwa abda kwa haki ila wewe Mwenyezi Mungu mmoja. Eh, sadaka abdahu, kwamba Mwenyezi Mungu amesadikisha hadi yake. Wanaswara abdahu, na akawanusuru waja wake waaza wa jundahu na akalipa ushindi jeshi lake, wa ahzama al ahzaba wahid, na akavishinda vile vikundi vya Kiyahudi akiwa peke yake. Maneno haya mara nyingi tunayasema sana katika swala zetu zile za Eid al Adha na hata Eid al Fitri. Maneno haya mtume aliyeleta hapo nisikilize kwa makini sana. Pana njia mbili za kufanya. Unaweza wewe mwenyewe ukakusudia kusoma tu kwa ajili ya wanayekufanyia ubaya tu, bi maana ukasoma hii, wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaydhihim lam yanalu khayran wa kafa Allahu almu'minina qitala wa kana Allahu qawiyan aziza. Ukaisoma hii kwa siku moja, mara sabini na moja mara sabini na moja ama mara arobaini na moja Hiyo ni sehemu ya kwanza. Unaweza ukasoma tu bila kumkusudia mtu yoyote. Lakini sehemu ya pili sasa kuna mtu ambaye yeye ndiye anakufanyia ubaya. Na unajua kabisa huyu mimi ndiye ananifanyia ubaya. Na ukamfahamu kabisa fulani, mimi ndiye ananifanyia ubaya. Sasa unajua hapa unafanyaje? Hapa sasa ndio unapiga kabisa ikulu. Unapiga kabisa, watu wa mjini wanasema wanapiga kwenye mshono. Yaani ukienda hivyo watu wa mjini wakamwambia wanapiga kwenye mshono. Na hii nitaituma katika grupu zetu zote za WhatsApp zote mbili, grupu ya kina mama na grupu ya kina baba, nitaituma hii, hii hii kitu hiyo kama unamfahamu ni fulani, mimi ndiye anifanyia hivi, utafanya hivi sasa. Kwanza utamtilia nia, utamkusudia ikiwezekana funga siku hiyo. Alafu isome surati Yasini mara saba, Yasini mara saba. Ikungute hii dua. Hata kwa muda siku moja inatosha sheikh, haina haja siku mbili au siku tatu. Isipokuwa tu usome kwa dhati, usome aliyekuwa amehudhurisha moyo wako, usome hali ya kuwa naamini kwamba hii inafanya Allah tajibu. Unasoma surati Yasini kila aya moja ukiisoma, basi unasoma na aya hii. Kila aya moja ukiisoma, basi unasoma aya hii. Nakwambia ndugu yangu, wallahi, siku tatu haziishi, siku tatu haziishi. Narudia, siku tatu haziishi, laba usisome kweli kweli, laba usisome kwa kufuata misingi yake. Mfano, unasoma Yasin, kabla ya endelea pale kwa Qur'an al-Hakim unasema waradallahu alladhina kafaru bi'aidihim lam yanalu In kila kafa. Unaweza kutafuta mtu ambaye anaweza kukufanyia, lakini katika grupu zetu za WhatsApp mbili, basi nitazituma kwenye grupu mbili za WhatsApp, grupu ya kwanza yeye na grupu ile bili zote nitaziweka hii, ili yule ambaye atakayetaka kuchukua basi achukue. Na nilisema nitahitaji ni aya nambari ngapi? Hii ni aya nambari 25 inapatikana katika suratu Al-Ahzab. Aya nambari 25 inapatikana katika suratu Al-Ahzab. Kwa hiyo nimesema, njia ya kwanza unaweza ukasoma tu, kama unahisi kwamba unafanywa adui, unafanywa ubaya, ukasoma tu. Lakini njia ya pili, pengine anayekufanyia unamjua, basi unaweza kumsomea hali ya kuwa unamkusudia kabisa fulani Unamsomea na Yasini, alafu unapiga aya kwanza, kila ukisoma, wallahi lazima utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.